Zamani za kale katika kijiji kilichozungukwa na milima ya kijani na misitu yenye wanyama wa kila aina, waliishi kondoo kwa amani wakiungwa na mchungaji mzee mwenye moyo wa huruma. Lakini msituni aliishi mbwa mwitu mwenye njaa, si tu ya chakula, bali pia ya hila. Mbwa mwitu huyu alikuwa mjanja sana. Alijua kuwa akiingia kwenye kundi la kondoo kwa kawaida, atafukuzwa na mbwa wa mchungaji. Nikivaa ngozi ya kondoo mmoja, nitakuwa kama wao Alijinong'oneza. Usiku mmoja, alimvizia kondoo aliyejitenga na kundi, akamwangamiza kisha akavaa ngozi yake juu ya mwili wake, mwitu akaonekana laini kama kondoo, na hakuna aliyegundua tofauti. Asubuhi ilipofika siku hiyo, mbwa mwitu alichanganyika na kundi la kondoo akijifanya mnyonge, alienda nao malishoni, alicheza nao na kujifanya mpole kuliko wote. Mchungaji hakujua wala mbwa wake hakuweza kubaini harufu yake, lakini mioyo ya uongo haidumu kwa muda mrefu. Ilipofika jioni, mchungaji aliwaingiza kondoo zizini. Akiwa anapanga idadi, akasema, Leo tutamchinja mmoja kwa ajili ya wageni waliofika kutoka kijiji cha mbali. Kwa bahati mbaya, alimwona kondoo mzuri sana, aliyekuwa mkubwa na tulivu, na akachagua yule mbwa mwitu aliyekuwa amevaa ngozi ya kondoo. Huyu atatosha, mchungaji akasema. Na hapo ndipo ukweli ulipofichuka, lakini ulikuwa umechelewa. Mbwa mwitu akachinjwa kabla hajapata fursa ya kudhuru hata mmoja. Na tangu siku hiyo watu wa kijiji walikumbuka msemo huu: asiye mwaminifu hujidhuru mwenyewe kwa hila zake. Kweli unaweza kuiga sura, lakini huwezi kuiga dhamira. Hadithi hii ni ya mafunzo na inatufundisha kuwa uongo, hata ukiwa na sura ya ukweli, mwishowe hujileta kwa anguko la mwenyewe.